Assalamu alaikum. Naitwa Shafnes Maalim Don. Situmie TikTok, situmie ukurasa wa... situmie TikTok, situmie ukurasa wa Facebook. Natumia mtandao mmoja tu wa Instagram peke yake. Na... Kama sio mawili, nataka tuzungumze moja hmm. Kwenye maisha, ili ufike mbali, unakoelekea, lazima ufanye vitu unavyovipenda. For example, sasa hivi nikiangalia time yangu ni saa saba usiku inaelekea saa nane eh, si mimi sijalala. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi hapa, nilikuwa na natengeneza kuna fusho hii nilikuwa natengeneza hapa, nilikuwa na natengeneza kuna mafuta ya ya ya mami wata ya mafuta mimi wata, nilikuwa na natengeneza hii mafuta ya awal bubu, mafuta awal bubu na mafuta mami wata, na ndo vitu ambavyo ninavipenda. Najua sisi kama wataalamu tunapenda tunapomfanyia mtu kitu aweze ku success au aweze mambo yake kwenda vizuri au kama ana vifungo Okay, mambo kadha wa uh, kadha aende vizuri. Nikimaliza pale, napenda kusoma, naweza uh, kuwa nasoma Kurani kama hapa nilikuwa nasoma Kurani, nimeishia simu, nimeweka kitambaa changu hapa, na au napenda kurudia nakala zangu ambazo nimeziandika. Hii kitabu niliandika jinsi ya kuwa tabibu eh, jinsi gani ya ya, ya mtu akitaka kuwa tabibu. Unajua kwenye maisha unapofanya vizuri jua unatengeneza malomodo wengine ambao wanatamani kuwa kama wewe. Kwa wale watu ambao wanatamani kuwa kama mimi wanaweza wakanunua kitabu hiki cha jinsi ya kuwa tabibu kama wanataka wewe matabibu, lakini kama is not favorite wanaacha na hivyo vitu vitu wanaangalia vitu wanavyovipenda. Now, so do what you love, ukifanya vitu unavyovipenda na hivyo vitu vitakupenda zaidi. Ndio maisha jinsi yalivyo. Ukiyatamani uh, okay, mafanikio lazima uangaike, ujitoe. Vile vikwazo mabalaa, mabalaa yanatokaje? Kwa mfano, kama ukiwa na mabalaa ukajifukiza fusho hili, fusho alafu kisha kujifukiza hili fusho, ukaongea dawa hii ambayo nimeitengeneza, ukimaliza kuongea dawa hii, ukajipaka mafuta haya ya hawa bulbul, mambo yako yatakuwa bulbul, yataenda vizuri zaidi biashara zako zitaenda vizuri. Unajua kazi na dawa. Unajua unaweza ukawa unaongea sana, unaweza ukawa unaongea sana, au unaweza ukawa ni mtu mwenye kulalamika eh. Unajua tangia dunia imeumbwa, hata ukilalamika vipi, haisaidii kitu. Unataka kujipambanie, utalalamika Jumatatu, utalalamika Jumanne, utalalamika Jumatano, yani paka wiki itaisha. Mwisho wa siku utalala, umri unaenda, ukifa wanakuzika. So you have to fight yourself, there's no anyone ambaye atakuja ataanza kupambana kwa ajili yako. Cana ukiwa kima kijana wa kiume, unatakiwa wewe ndio upambane zaidi, ili mradi utimize malengo ambayo umeyakusudia, kwa sababu ukiwa kijana wa kiume, jua kuna watu wako wana bizuri, watu wa kiume wako nyuma yako wanakutegemea sana. Sio vizuri, maisha yako yakiharibika, yanakuwa yameharibika ya watu wengi zaidi, so you have to fight. Ukiona mambo yako hayaendi, pita, nunua dawa, nunua mafuta, jifukize, weka mipango yako sawa, weka mipango yako sawa, tumia madawa mbalimbali ni mbali, mambo yaende ende sawasawa. Naitwa mahali mshafidhi Don. Situmi ukurasa wa TikTok, sina ukurasa wa Facebook, nina akaunti moja tu ya Instagram peke yake. Na leo nilipata malalamiko, malalamiko bwana bwana mmoja mahali, mimi nimekutana nime, nime na watu wanatumia picha zako Facebook kule, nikachat nao, nikaagiza dawa kunipa, nikaambia mimi situmi TikTok wala Facebook. Kwa hiyo usipoteze time kwenye mitandao hiyo. Mimi natumia mtandao tu wa Facebook wa Instagram peke yake, so okay tu. Ukipata mtandao wa Instagram ukasearch Don underscore shafnez ndio utakao nipate. Naitwa Don na mimi mwenyewe livela majukumu yangu, mm, kama Mwenyezi Mungu aliyotukusudia tuweze kuyafanya ili mambo yaweze kuwa sawasawa, inshallah sawa.